Yaani wanadada wale watatu wote wamezaa watoto wawili kwa sababu wameachika. Na kaka zao wawili wameoa, waliozaa watoto wawili wanaachana na mke zao. Ni alama waliozoea watu wao. Kwa sababu kwa watu wa pili tu tumeshawekea msaada wao. Hakuna kuendelea kwa chakula kwa Marko sura ya tano mstari wa kwanza mstari wa kumi na tatu, karibu. Sura ya tano mstari wa kwanza mpaka kumi na tatu. Kumi na tatu inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye alitoka makaburini mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale kaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kufunga tena hata kwa mnyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na mnyororo, akiikata ile mnyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na subuzote, siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akitikia kelele na kulikata kata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga alipita mbio akamsujudia akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nao Yesu mwana wa Mungu uliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usilitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu toke mtu huyu. Akamuuliza, shalagu nani? weni akamsihi sana nje asiwapeleke ya nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe, kana kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, na kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, waka wakaingia baharini, wakapata elfu mbili wakafa bahari